Na mtazamaji na hayati Raila Amolo Odinga alikuwa ni kiongozi ambaye alipenda sana kutangaza uh, michezo wakati ambapo anahutubia Wakenya ama wafuasi wake. Kando na hayo pia alipenda sana nyimbo wakati ambapo anajaribu kuwasilisha uh, hotuba yake kwa athira wake. Sasa aa katika hayo yote mengi yalikuwa yanajitokeza kwa njia ambayo ilikuwa inawafurahisha wafuasi wake na ni posa. Leo hii katika makala yetu spesheli ya Mizengwe, James Mwangi ameangazia vituko ambazo zilikuwa zinatokea wakati wa mikutano ya Raila Odinga. Tazama. DJ, hapana hapana, leta mchanganyiko, nataka lero lero, ni lero Ulanga Mkamba, anyway. Raila Odinga au baba kama walivyomfahamu wengi hakuwa mwanasiasa tu bali pia aliwatumbuiza wengi kwa nyimbo, ucheshi na hata vitendawili We must be iron like a lion in Hazikuwa za kawaida tu, kila alipoinuka kuzungumza Aya. Haya, ilikuwa ni nafasi ya burudani kwa waliojiandaa kumsikiza. Tendawili, tendawili, tendawili! Aya, anaishi kwa mwili ya binadamu lakini ana tabia ya kinyonga. Nani? Hiyo hiyo ni nywele. Unajua wasiwasi wa nywele, akiwa kwa kichwa inaitwa nywele. Akitaramuka hapa inaitwa nyuzi, lakini bado ni, ni nywele. Akiingia kwa macho hapa inaitwa kope, bado ni nywele. Alikuwa na njia zake za kipekee za kujieleza, Wakati mwingine akitumia ubunifu wake kueleza masuala ya kisiasa kwa kuzungumza kana kwamba anatangaza mechi ya mchezo wa kadanda, arau mashamba na mpira, mpira, mpira na anampatia, Musalia anampatia mpira, anampatia Wetangula, anampatia butishi. Na mpira. Alipenda pia kutunga na kuimba nyimbo ambazo kwa mara nyingi zilibeba ujumbe kwa Wakenya na wakati huo huo kuwaburudisha. pingwi oniwekwetia gasiwajinga na werevu hawana ukiona ukilewa usidhani ni tajiri, hiyo ni mali ya umma wameiba toka kwenu jame wape wape. Pia alikuwa bingwa wa kusakata densi. Kwa mara nyingi akionyesha umahiri wake wa kusakata densi na kuwaburudisha wananchi. Okay. James Mwangi, makala ya mizengwe.